Subscribe Mzee wa Jimbo TV, sauti ya mpiga kura. ni waambie juu ya uchaguzi, uchaguzi wa rais limeshaeleza sisi, mtuna wagombea, yani hatuna wagombea madiwani, hatuna wagombea wabunge, na bunge linavunjwa tarehe 27 na mwezi huu, raisha atalihutubia muji mumsikilizi. Tarehe ishirini na nane jamaa wataanza kuchukua fomu. Najua hata kule nako presha iko juu sana, hata bungeni hawakai siku hizi. <coughs> wanakuja huku haraka zaidi kuliko zamani. E, mwingine alikuwa ameacha kuja. Nilienda mkoa fulani, kakutana na moja, akaniambia, anawaambia wapige kura, nimerudi nyumbani na wapiwa kula wanakusema, umerudi, umeenda ume ume nyumbani. Ulikuwa umeenda wapi? Mbona hukutuaga hayo? <laughs> <hai, hai, gülüyor> Ndio matatizo ya kazi zetu za kuchaguliwa ni, ni hatari, lakini tumeweka utaratibu wa namna ya kupata wagombea, na nyinyi mlioko hapa wote mtashiriki wote kwa namna moja au nyingine. Mtafanyaje? Kwanza wagombea watachukua kwenye kata wale wanaochukua udiwani wakimaliza kujaza zile fomu wanazipeleka kwenye kata, kwenye kamati za siasa za kata, na siasa ya, ya, ya, ya kata itatoa maoni, na maoni yale yataenda wilayani. Wilaya itayatazama na wilaya haina maamuzi ya mwisho juu ya madiwani, watapelekwa kwenye kamati ya siasa ya mkoa. Kamati ya siasa ya mkoa tunaiambia, na kamati zote za Tanzania, tendeni haki katika kuchuja. Narudia, tendeni haki. Haki gani? Tunataka wagombea wawe ni watu wanakubaliwa na jamii Hasutaki uchaguzi kama wa kusukuma mawe. Unapeleka mtu anawauliza, huyu namemtoa wapi?" na huku wanaishi hapo hapo, wanachosema ni kwamba mmeleta mtu ambaye wao hawafanyi <coughs> awamkubali. Sasa, mabarozi wa nyumba kumi, kamati za siasa za matawi, kamati za siasa za kata mnaishi karibu na watu hivi, kweli mnaweza msijue nani anayekubarika zaidi? Kweli hamjui? Kwa nini mnaleta watu ambao hawakubaliki, mnaacha waliokubaliki? Kamati wa ya wilaya, lazima mtazame wakwai na msikilize maoni ya kata Kamati za mkoa mtateua watu watatu, wametokana na mapendekezo ya kata na wilaya. Lazima muulize kwa nini kata inatofautiana na wilaya, na kwa nini wilaya inataka kutofautiana na mkoa. Kwa nini? Lakini nitawaambia siri inayoharibu kazi hii, niseme rushwa. na vitabu vitakatifu vyote iwe Kurani au Biblia vinapinga rushwa, ni uongo kueshea, vyote kabisa. Kurani inapinga rushwa, Biblia Biblia ina, ina, ina, ina, ina, inapinga rushwa. Na shehe aliposimama hapa aliposomea haya, nilikuwa nawasikia nanyi mnajibu tenda kwa, kwa, kwa kishindo. Akasimama Bwana wa wa, wa wa Yesu Kristo naye akasema amina zikawa nyini. Sasa vitabu vya amina na vitabu vya Qur'ani vyote vinakataa rushwa, ninyi kwa nini hamtaki kukubali mambo ya vitabu hivi? Na vinasema rushwa inapofusha. Ninamfanya huyo amevaa kijani, lakini nikilipwa rushwa nasema hii nyeupe, lazimisha kijani iwe nyeupe. Na niwaambie huko nyuma tulikuwa na wapiga kura wa maoni wachache sana katika kata na katika majimbo. Sasa tumewaongeza kibao. Bahati mbaya hakuna mbunge hapa leo, lakini katibu wa wilaya yuko hapa. Katibu wa wilaya hapa, kuna wapiga kura walikuwa wangapi huko nyuma? elfu nane? Nyuma nyuma hawezi elfu nane wa, wa, wa katiba ya zamani walikuwa mia nane wapiga kura. Kwa sasa kila jimbo inavyokura zaidi ya elfu kumi na moja kila jimbo, elfu kumi na moja kati ya mia nane Sasa umekuwa kumi na ngapi, na moja elfu, hayo ni mabadiliko, sio mabadiliko? Sasa walikuwa zamani, anasema mimi natoka kwenye machimbo, anauliza watu wangapi? Anasema watu mia nane, laki moja moja, anasema ni themanini milioni. Sasa wakifika kumi na moja, sasa laki moja moja, sasa ni bilioni moja. Sasa kama unazo bilioni, si ununue korosho, unaenda bunge kwenda kutafuta nini? sasa kuona mmekuwa wengi sana sasa, wanawapi elfu kumi uongo. Sasa elfu kumi shilingi elfu mbili kwa mwaka kwa miaka mitano, na wewe unaenda kupigia kura kweli? kwa mwezi sasa nawaambia wa watumu, mwache kunungunika, nasema wabunge hawa wa, hawafai, hawafai kwa sababu mlichaguu ambao hawafai ndio? Na mlichaguu ambao hawafai kwa sababu waliwalipa, ni uongo. Acha mambo ya kulipwa, chagua anayefaa kwa ajili ya maendeleo ya miaka migati, pana elfu kumi kumi kanzi elfu kumi <coughs> korosho zinakupa elfu nne kwa, kwa kilo. Hiyo ni kilo mbili na nusu sasa. We kilo mbili na nusu ndizo unazotaka umpe mtu ubunge miaka mitano? Eh, lazima tuelewane. Uwaache haya mambo yanaturudisha nyuma. Ndio maana unamkuta mtu mzima ili amekuwa mbunge wanamwambia, mbona ujalia kutuona? Hata mimi kwanza hamkunichagua hao unachagua, si unachagua na nani mwingine? Anasingizia marehemu, unachagua na marehemu. Sasa marehemu atakuchaguaje? Mambo ya kukuja, tunataka chama chetu mtuletee kutoka chini. Nimesema nguvu ya chama chetu iko wapi? Kuanzia si chini, mtuletee majina ya watu wanaofaa, wanaojulikana, wanaokubalika ujulikana unaweza ukajulikana hata ukiwa mwizi, maana unaweza kuwa mwizi ukajulikana. Wana wanaojulikana na wanaokubalika kwa mambo mema, tuleteni hao na sita, warudishieni watatu. Nyinyi waenge kupiga kura pamoja na mabarozi na wale watu wenu wane kila ubarozi wote tumewaweka, mpigeni nini? Kwa sababu tunataka kura zenu zitupe maoni ya wananchi <moi>. Kwa sababu mko karibu nao, ndio sababu tumewaweka nyinyi. Sisi e moyo, wengine watakuwa wamenuna pasili poteri yambayo <laughs> Maana, maana hakuna dawa inayotibu maradhi bila bila kuwa chungu. Dawa zote zinazotibu maradhi kwa chungu, na hii dawa yangu kama ni chungu ndio unapona hivyo. Subscribe Mzee wa Jimbo TV, sauti ya mpiga kura.